Kwa vile ambavyo namfahamu, kwa vile ambavyo wameishi na dadako, kwa vile ambavyo umeshuhudia mambo kadha wa kadha, unahisi Madebe alikuwa ni mtu sahihi sana kuwa na dadako? Naweza nikasema ni mtu sahihi au sio sahihi, kwa sababu tayari walisha amua kuishi. Uwezi ukajua huko nyuma walikuwaje. Kwa hiyo situation ambayo inaendelea sasa hivi huwezi ukazungumza ukatia neno lote kwa sababu tayari walishawahi kuishi na tayari walishawahi kuoana, ni mtu na mke, yalokuwa wanaendelea ndani wewe huwezi kujua, unaelewa eh? Kwa hiyo mi naona tuyaache, kwa sababu ni mambo ambayo tayari walishapita. Yes, bwana, ni usiku wa kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa dada yetu Nch Chanuu Nchakai kama vile ambavyo wanafahamika, lakini kwa wale wapenzi wa tamthilia ya Kombolela wanamfahamu kama Mwamini. Naam, miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kunako siku hii ya kuzaliwa kumbukizi ni pamoja na ndugu yetu hapa, ni brother. Inasemekana kwamba au anasema kwamba ama nimeambiwa kwamba huyu ni kaka ambaye ni kaka yake na Chanuo, nakwenda kuzungumza naye atuambie ukaribu gani wapo ama wamezaliwa vipi na Chanuo, lakini kubwa zaidi maneno gani mazuri ambayo anakwenda kumwambia dada yake kwenye kumbukizi, kwenye siku yake hii ya kuzaliwa. Mzee, anakuwaje? Kama kawaida, brother? Safi sana. Kwa wale ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza yeah. Wafahamu kwamba wanamwangalia nani? Wanamwangalia Calvin. Yeah. Chanuni nani yako? Chanuni ni dadangu. Kabisa. kabisa, kabisa. Kwa kuzaliwa tumbo moja, yeah. Toka nitoke. Yeah. Hivi nini, ni wenyeji wapi nini? Maana sija kumuuliza Chanuni swali. Kilimanjaro. Ah. Chaga au Pare? Ni wa Pare. Aha. Yeah. Kwa jumla mmezaliwa ngapi kwenye familia yenu? Ah, uh, kwenye familia yetu tumezaliwa watoto watano. Yeah. Yeah. Wewe ni wangapi Chanuo ni wangapi? Uh, chanuo ni wa pili katika familia yetu, mimi ni mtoto wa nne. Anaanza wa dada yangu mkubwa, anafuata Chanuo, anafuata kuna brother yangu, alafu ndo nakuja mimi, alafu kuna mdogo wetu wa mwisho yeah. Sawa, zungumza chochote kwenye usiku wa kumbukizi, usiku wa kuzaliwa kwa dada yako. Unahisi maneno gani ya thamani sana ungetamani umwambie ambayo hujawahi kumwambia? Uh, maneno ambayo naweza nikamwambia, kwanza namshukuru Mungu kwamba ni kitu kikubwa mpaka leo yupo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Mi naona ni jambo ambalo ni kubwa sana, kwa sababu ni neema ya Mungu mpaka leo tupo hapa. Kwa hiyo namtakia siku njema ya kuzaliwa, Mungu amjalie, Mungu ampe maisha marefu, naelewa ya hivyo. Wawe ni shabiki wa kile ambacho anakifanya Chanuo kwenye sanaa yake, mkubwa sana hey. Yaani, mtu ambaye namkubali, naweza nikasema ni sister yangu, namkubali sana kitu ambacho anakifanya, kwa sababu unajua anakifanya kwa ubora sana ya yeah. Yeah. kazi gani ambayo unaenjoi sana kuitazama chano? Uh, zote mm. Zote mimi naenjoi sana nikizitazama kazi yake, kwa sababu ni mtu ambaye anani inspire na mimi kwamba siku moja natamani nifanye vitu kama anavyovifanya yeye yeah. Yeah. ni mwigizaji, kipo kipaji maana yeah. Wewe maana ni familia nzima wote mnaigiza maanake. <laughs> <laughs> Siwezi nikasema familia nzima, ila pia mimi natamani kitu ambacho anakifanya nakipenda, kwa mimi siwezi nikazungumzia watoto wengine, ila mimi nakipenda sana kitu ambacho anakifanya, na mimi natamani siku moja niwe kama yeye yani, yeah. Ulishawahi kufanya kuigiza ama ni vile tu kwamba natamani kufanya kuigiza, shule huko tulikuwa tunajaribu jaribu sana enzi hizo yeah. Lakini, sio lakini, kwa sanaa ya dada yako ukuweza, wala hata kumwambia nishike mkono na mimi niigize <laughs> kumwambia nishike mkono walao niigize ni yeah. Uh, kitu ambacho natamani nimwambie lakini sijawahi, japo sijawahi kumwambia kwa sababu sijawahi, yani sijawahi kumwonyeshaga kwamba hicho kitu nakiweza iya yeah. najua tu na, napigaga muziki kwa sababu muziki mimi ni kitu ambacho nakipenda na ni mtu ambaye naandika miziki naimba vizuri, kwa hiyo sijawahi kumuonyesha kwamba naweza hicho kitu, lakini kipo ndani, najua kwamba naweza kukifanya, ni vile tu nafasi sijaipata, ila siku nikaipata nafasi yeye mwenyewe, naweza nikamuonyesha kitu mwenyewe akashangaa akasema, kweli hichi kitu kilikuwepo hichi mathalani, Chanua. Kwa hiyo na hii interview angalia kamera, afu unatamani umwambie nini kuhusiana na wewe kufika pale ambapo walau yeye yupo. Ah, uh, mimi ninachotamani kumwambia, natamani kumwambia nipe nafasi, siku moja nimwonyeshe kitu kilichopo ndani, taweza. Yeah. Kabisa, tarajie siku unaweza tukafanya kazi moja kwamba hapa wewe hapa Chanu. Itakuwa bomba sana sana sana, natamani hiyo siku itokee Atumalizie yeah. so, swali so la mwisho, bila shaka unafahamu kwamba chanuo alikuwa mke wa Madebe Lidai. Bila shaka Madebe, yeah, unamfahamu kama shemeji yako sio? ya Madebe, namfahamu kama shemeji yangu ndio, yeah. namfahamu kabisa. yale ambayo anaendelea mtandaoni kusana na kusema sema dada madadako hivi na hivi, wewe unajisikiaje kama brother? Ah, mi naona ni mitandao tu, kwa sababu uwezo ukamzuia mtu kusema kila anachojisikia kutoka ndani mm -hmm. Eh? Kila mtu anaona vile ambavyo anajisikia kusema ni sawa. Kwa hiyo wazikumzuia mtu kusema ila uhalisia anaujua yeye mwenyewe Chanuo, kwamba ilikuwaje au ilikuwa vipi. Kwa hiyo siwezi nikaongelea yo mambo sana. Namna yeah, yote ambayo alishawahi kuja kwenye familia kulalamika, mume wangu ananyofanya hivi ananyofanya hivi hiko Uh, mi siwezi kuongelea kwa, kwa sababu ni mapenzi yao y yeah. Walikuwa kwenye mapenzi yao kwa sababu siwezi nikazungumza chochote mm. Kuhusu kama braza, kama braza wito gani ni wito gani kwako, kwa ambao ungetamani labda mwambie dada yako kwa haya ambao anaendelea mtandaoni kusana mambo yake yeye na mahusiano yake? Uh, mi natamani awekeze sana nguvu yake katika kufanya kazi ndio hicho ambacho natamani sana kuona, anafanya kazi zake kwa juhudi sana. Wewe ulishawahi kuwasiliana na shemeji yako hivi karibuni, Madebe Lidai? Na ni Madebe, Madebe ni muda kidogo sijawasiliana naye eh. Eh, ni muda kidogo. Nafikiri mara mwisho ni lini? Hata ah, sikumbuki kwa kweli. Uliongea naye nini? <laughs> ah, Madebe kweli sikumbuki ni lini na sikumbuki tuliongea nini. Kwa vile ambavyo namfahamu, kwa vile ambavyo mbavo ameishi na dako, kwa vile ambavyo umeshuhudia mambo kadha wa kadha, okay. Unahisi Madebe alikuwa ni mtu sahihi sana kwa na dako? na dako naweza nikasema ni mtu sahihi au sio sahihi, kwa sababu tayari walishamua kuishi. Uwezi ukajua huko nyuma walikuwaje. Kwa hiyo situation ambayo inaendelea sasa hivi, uwezi ukazungumza ukatia neno lote, kwa sababu tayari walisha kuishi na tayari walishawahi kuoana, ni mtu na mke yaliokuwa naendelea ndani wewe huwezi kujua, unaelewa eh? Kwa hiyo mi naona tuyaache, kwa sababu ni mambo ambayo tayari yalishapita mm. Tumalizie moja kati ya interview ambayo ulifanya jana na Diva, kuna neno moja tu, no, no, neno moja tu ambalo lilileta question mark kusema kuna time Madebe namuona kama babangu the way ambavyo wanaishi, ama sababu ni nini? sio heshima hiyo? Ni heshima nimempa heshima yake. Baba kubwa sana, baba kubwa sana akapita miaka mingi kwaiwuwao e, sasa hivi nimempata kijana mwenzangu, tuongee kuhusu yeye bwana. Na wengine walipita ndo mambo ya zamani tumuongelee bwana kwenye nani kwenye Kombolela mpaka mdau kama kubalako, kubalako bado hamadi kama elewi hivi oh, sana. wamemfunza sana hey.

Aongeze mbinu, aongeze ujuzi. Ujumbe gani alisema kwamba mume wangu mimi mwenyewe nipo hajaniacha, kwa nini alipo pale kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuja kwenye kumbukiza sio kwa dalio. Nawapenda sana. Wanajua kama nawapenda na waliotokea wengi ni wale ambao nawapenda sana yeah. Ambao hawajatokea sijui wamekwamishwa na nini huko, kuna changamoto nyingi kwenye maisha kwao sijui, ila waliokuja ni wengi sana kwangu, wameonyesha moyo ni mbali unajua, ila wameonyesha kwamba wanajali wananipenda, ndio maana wamekuja na wamejaa, umeelewa? Kwao nawapenda sana nawashukuru pia. Sawa, so, la mwisho la kumalizia, juzi palikuwa na birthday ya Sophie. Jua kali tuache yote We ukufanya kama vile ambavyo yamefanya kuzungumza maneno ambayo mashabiki zako yangewaumiza. ya, ya, ya, Ya, unahisi maneno gani kwa muda huu ya kuweza kumwambia Sofi, kwa sababu naamini muda huu atakuwa kwenye sehemu ambayo ya majuto sana, kama aliyofanya, atakuwa anajuta. Unahisi maneno gani mazuri ya kuweza kumwambia, kama binadamu ambaye alishakiri kwamba amekosea, amekiri kwamba amekosea. Yes, andikiri kwamba amekosea na alikuwa amelewa, binadamu, ina maana sisi tumefanya makosa. Unahisi ile kauli aliyoiongea Sofi, aiongelewi mitaani? inaongelewa sana Unajua kwa nini imekuwa vile? Kwake imekuwa kubwa kwa sababu ni mtu anayejulikana. Ila mimi hadi leo asubuhi kuna mtu katoa kumwambia mtu neno lile umeelewa eh? Yanaongelika sana uswahilini, sio big deal sana sema. Tu watu wa, wa mtandaoni wao so unaweza ukafa na pressure. Ila kwa mimi ameshapitia ya mikorokolo yangu, hadi tunakuwa tunasikia watu wanaambiwa hivi vimtani mtani, vigodoro ni maneno ya kawaida sana kwetu, tena kwa Watanzania nalo la kumfanya msichana watu hadi akose amani aishi kwa amani. Sijui sasa hivi ana hali gani, kuta na msongo wa mawazo hatujui, kazini tumemsababishia nini kwa sababu kupanic tu na alikuwa amelewa. Unajua kile unaweza kuongea hicho kila siku, katamani ufute, afu watu washasikia. Yeah, kwa hiyo alichokifanya alichokosea ni kwenda kwenye media akiwa amekunywa, lakini pia kuna wengine hawawezi kwenda sehemu bila kunywa kidogo ili wawe comfortable. Sijui alizidisha au vipi, kumwambia nampenda sana. Awe tu makini na vitu anavyovifanya. Ajue kwamba anaangaliwa na ni mama pia wa watoto. Kwa hiyo vitu vinaishi hata tu wazee vinaishi. Ukashangaa yeye nimeingia kwenye mambo ambayo haya kosi ni binadamu ulimi unateleza eee. kuna watu wanaua kuna watu wanatesa wanaokeza kwenye ndoa mambo makubwa kuna watu wanatoa watu mafrimaso huko na wanamwomba Mungu msamani nimefanya wazabu fulani